Wiki iliyopita nilianza mfululizo wenye sehemu tatu wa makala za video kuhusu kikosi cha Idara ya Usalama wa Taifa wa Tanzania kinachohusika na ulinzi wa viongozi, na nikakitaja kikosi hicho kwamba kinafahamika kwa jina la PSU. Na katika makala hiyo nilielezea kuhusiana na PSU lakini kwa kama sehemu ya Idara ya Usalama wa Taifa na taaluma ya intelijensia kwa ujumla na nikasema kwamba kwa, kwa kiasi kikubwa watu wengi wanavutiwa na taaluma hii ya intelijensia, yaani uafisa usalama wa taifa kwa sababu tatu, japo ziko nyingi lakini tatu za msingi. Ya kwanza ni asili ya taaluma yenyewe, kwamba mengi kuhusu taaluma hii ni ya kufikirika, watu wengi hawafahamu japo wana kiu ya kufahamu kuhusu taaluma. Ukisikia kuhusu neno tu Idara ya Usalama wa Taifa, kunakuwa na maswali mengi sana kuhusu hawa watu na, na hiyo taaluma yenyewe na hiyo kazi yenyewe kwa ujumla. Na kinachochangia zaidi ni ukweli kwamba wahusika katika taaluma hiyo, yaani hawa maafisa wa usalama wa taifa, sio tu hawafahamiki, bali hawapaswi kufahamika. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa Uh, taaluma yenyewe imezungukwa na kitu ambacho Waingereza wanaita suspense. Yaani inaleta msisimko wa namna fulani kwamba unatamani kufahamu lakini hakuna sehemu ambayo unaweza ukaenda labda ukapata maelezo pengine ya kina kuhusiana na, uh, na taaluma hiyo na hao wanaofanya hiyo taaluma ya masuala ya usalama wa taifa. Kingine ambacho kinachangia watu kuvutiwa na taaluma hii, yani uafisa usalama wa taifa ni jinsi ta taaluma yenyewe na wahusika wanavyoonyeshwa katika filamu na kwenye baadhi ya vitabu uh, vinavyohusiana na masuala hayo, na nikatolea mfano uh, filamu za James Bond na series kama 24, kama Homeland ambazo kwa hakika ukiangalia wakina Jack Bauer wanavyofanya vitu vitu vyao unatamani tamani na wewe kuwemo sehemu ya ile, uh, kile kinachoendelea katika, katika zile series na kadhalika. Nikatolea mfano pia ki, kwenye vitabu kuna vitabu ambavyo vimechapishwa na marehemu Elvis Musiba ambavyo vinahusu masuala ya hii taaluma intelligence na mhusika mkuu alikuwa ni Willy Gamba. Um, kwa hiyo unaweza ukavipata hivi vitabu na ukivisoma, kwa hakika unakuwa, yani unatamani, yani unakuwa kama unaangalia filamu kitabu kinakuwa kama filamu kutokana na yale yaliyomo ndani ya kitabu husika. Kwa hiyo filamu na vitabu vinavyohusiana na masuala ya intelligence nayo vimechangia sana kuamsha kiu ile ya watu taka kufahamu zaidi au pengine hata kutamani kujiunga na taaluma ya uafisa usalama wa taifa. Cha tatu, na ndicho hasa kilichonipelekea kutengeneza mfululizo wa makala hizi, ni hawa walinzi kiko, vikosi vya walinzi wa viongozi. Katika nchi nyingi vikosi hivi ni sehemu ya Idara ya Usalama wa Taifa. Sasa kwa nini vikosi hivi vinachangia kuwafanya watu wengi waipende taaluma hii na pengine kutamani kujiunga na taaluma hii ni kwamba katika nchi nyingi duniani ambazo walinzi wa viongozi vikosi vya walinzi vya, vya, vya, vya, vya, vikosi vya walinzi wa viongozi uh, vinatoka katika Idara ya Usalama wa Taifa, ndio watu pekee, maafisa wa Idara ya Usalama wa Taifa pekee popote pale duniani ambao huonekana waziwazi hadharani, kwamba hawa ndio maafisa pekee, maafisa idara maafisa wa Idara ya Usalama wa Taifa pekee ambao unaweza kuwaona kwa macho kwa sababu kazi yenyewe ya ulinzi wa viongozi inafanywa kwa kiasi kikubwa na watu wanaoonekana. Baadaye huko mbele, pengine katika makala inayofuatia, tutaeleza jinsi ulinzi unavyofanyika, kwa sababu wale unaoona ni sehemu ndogo tu ya ulinzi wa kiongozi. Lakini kwa kiasi kikubwa, watu wanapowaona hawa walinzi wa viongozi, jinsi walivyovaa, jinsi silaha zao zinavyoonekana, wakati mwingine inaleta msisimko mkubwa kwa watu wengi, na pengine kutamani hata kuwa sehemu ya kile wanachokifanya. Kwa hiyo katika makala hiyo ni vitaja hivyo vitu vitatu, lakini pia kwenye sehemu hiyo ya kwanza nikagusia uh, mimi uzoefu wangu mwenye binafsi, kabla sijaingia katika taasisi hiyo, kwa sababu mimi niliwahi kufanya kazi huko nyuma, na nikaeleza kuhusu ziara ya alikuwa rais wa Zanzibar Dr. Salmin Amour alipotembelea Tabora School, Tabora Boys na kuwaona hawa jamaa wa PSU kwa kweli ule msisimko ulinipa hamasa ya kutamani kwamba siku moja nami ningependa kufanya kazi katika taaluma hiyo. Makala hii ya, saa, ya leo um, hii ni sehemu ya pili, inahusu mafunzo ya hawa watu wanaokuja kuwa walinzi wa viongozi, yani maafisa, ambao baada, maafisa wa Idara ya Usalama wa Taifa ambao baadaye wanakuja kuwa maafisa katika kitengo cha PSU. Lakini moja la msingi ambalo ningependa kulisisitiza ni kwamba maelezo ninayoyatoa katika makala hii na makala hizi kwa ujumla, hizi series, hii series na sehemu tatu, ile ya wiki iliyopita, hii ya wiki ya sasa na ya wiki ijayo, ambayo itakuwa imehitimisha katika hizo sehemu tatu, haya yanayoelezea ni jinsi mambo yanavyostahili kuwa, yani jinsi utaratibu ulivyo kwa Tanzania na kimataifa, lakini pia jinsi utaratibu ulivyokuwa huko nyuma. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na changamoto hayo. Uh, nadhani pengine utakuwa ushawahi kusikia kuhusu mambo ya ajira za kufahamiana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi taratibu za sasa kidogo zinakinzana na haya ambayo mimi naelezea, lakini huu ndio utaratibu jinsi ulivyo, na pia katika nayoyaelezea ni muhimu kufahamu kwa, kuna vitu ambavyo sivielezei kwa sababu kwa sababu uh, zilizo Uh, za kimaadili kwamba kuna vitu vya kimaadili ambavyo huwezi kuvielezea. Kwa hiyo japo mie niko nje hiyo taasisi, lakini najitahidi kuzingatia maadili husika. Kwa hiyo mchakato wa jinsi maafisa wa PSU wanavyopatikana ni kwamba hawa maasa kimsingi wao ni sehemu ya idara ya usalama wa taifa na hupatikana kwa utaratibu maalum unaojumuisha hatua mbalimbali za uangalizi na uchunguzi wa kina zinazofahamika kama vetting. Zamani utaratibu huu ulihusisha kutafuta watu wenye vipaji na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira magumu ya kiintelijensia na kiusalama. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na changamoto kubwa katika mfumo huu ambapo baadhi ya watu wameingizwa katika idara hii bila kufuata taratibu rasmi, jambo ambalo limezua mijadala mingi. Katika mazingira sahihi, baada ya kupatikana na kufanyiwa vetting ya awali, maafisa tarajiwa walipelekwa katika chuo cha mafunzo ya Idara ya Usalama wa Taifa kilichopo Malindi kata ya Mbweni nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Kati huko chuoni, maafisa hawa walifanya kozi ya msingi uh, inayofahamika kama junior basic course, JBC, ambayo ilikuwa inagawanyika katika sehemu tatu. Hatua ya kwanza ni mafunzo ya kijeshi ambayo hulenga kujenga ukakamavu wa mwili na uzalendo katika hatua hii maafisa wanafunzi hujifunza kwata za kijeshi, matumizi ya silaha, kulenga shabaha na vitu kama hivyo vinavyohusiana na masuala ya kijeshi. Lakini eneo hili ni la muhimu sana kwa sababu hili ilikuwa ni kama mafunzo ya JKT. Moja ya umuhimu mafunzo ya JKT yalikuwa ni kuimarisha uzalendo, na hizi kwata ambazo maafisa watarajiwa wanazifanya zilikuwa zinaambatana na kuimba zile nyimbo za kizalendo kuhusu nchi yetu na vitu kama hivyo. Sasa ukifanya vile vitu kila siku, nchi inakuwa kama kama iko kwenye damu yako, yani kama vile mtu mshikadini sana anavyosali, sala zinakuwa zime zinamkaa tu katika moyo wake, au dua zinakuwa zimemkaa tu katika moyo. Kwa hiyo hii ilikuwa inachangia sana katika masuala ya kuimarisha uzalendo. Hatua ya pili ni wanaita unarmed combat, yani mapigano bila kutumia silaha na mbinu za kujilinda bila kutumia silaha. Hapa ni mafunzo ya karate, ngumi, judo na mbinu nyingine za mapambano ambazo hizi zinalenga kwa upande mmoja kuokoa maisha ya afsa muhusika, lakini pia kuokoa maisha wananchi. Na kama mtu atakuja kupangiwa ulinzi wa viongozi anatapelekwa PSU jinsi ya kulinda viongozi. Hata hivyo, watu wakishachaguliwa kwenda PSU wanapewa mafunzo zaidi ya haya. Ya haya mafunzo ya JBC ni kwa ajili ya maasa wa Idara ya Usalama wa Taifa wote wanafunzi. Hatua ya tatu ni mafunzo ya intelijensia na hapa kinachofunzwa ni ukusanyaji wa taarifa za siri na jinsi ya kufanya tathmini ya matishio ya usalama wa taifa, na kuna maeneo makuu manne. Matishio makuu ya kiintelijensia makuu manne, yapo mengi lakini makuu, maeneo makuu manne. Na hivi neno linalotumika kuhusu haya maeneo manne ni vitendo vya adui, na hii ni ugaidi, ujasusi, hujuma na uzandiki. Mafunzo haya ya kina yanawapatia maafisa uwezo wa kipekee kutambua, kuzuia, kukabiliana na matishio yote ya kiusalama. Na katika hatua hii mafunzo yameandaliwa kimkakati ili kuhakikisha maafisa wote wanakuwa tayari kukabiliana na mazingira yote ya kiusalama kwa ufanisi mkubwa. Sasa katika kipindi kijacho, tutaangalia hasa kwa kina kuhusu jinsi gani hasa hawa maafisa wa, wa inavyo maafisa wa, wa PSU wanavyopatikana, kwa sababu kama nilivyoeleza kwamba mafunzo haya ya JBC ni kwa ajili ya maafisa wote wanaojiunga na idara ya usalama wa taifa. Sasa inakuaje, kadhaa wanapelekwa wanateuliwa, wanachaguliwa kujiunga na hiki kitengo cha ulinzi wa viongozi na wengine wanakwenda sehemu nyinginezo. Kwa mfano, uh, idadi kubwa ya wanaomaliza mafunzo huwa wanakwenda kwenye kazi za medani, za medani uwanja wa medani, na itafield officers Um, sasa inakuaje? Baadhi ya hawa wanateuliwa kwenda kwenye huu ulinzi wa viongozi, kwa hiyo hili nitaliongelea katika kipindi kijacho, kwa sababu nisingependa kufanya makala hizi zikawa ndefu sana kiasi cha kukuchosha, lakini najua pia kuna mambo ya mabando, nisijekutafuna bando lako kwa maelezo ambayo pengine yanaweza kufupishwa. Basi mimi nadhani niishie hapa kwa leo. Usikose kipindi cha mwisho a wiki ijayo, endapo una maswali unaweza kuuliza kwenye comment. Tajitahidi kama nitakavyoweza kujibu maswali yale ambayo yako ndani ya uwezo wangu kujibu na yale ambayo sheria, kanuni na taratibu na maadili havinizuii kufanya hivyo. Nawatakia wikiendi njema, asanteni na kwaheri.